ilianza kama siku nyingine ya kawaida jua lilichomoza kama desturi juu ya anga ya nairobi likiangazia mitaa iliyojaa pilika za maisha za kila siku lakini chini ya mwanga huo kulikuwa na kitu tofauti milio ya vuvuzela mabango yaliyonyanyuliwa juu na sauti zilizoshika kasi mitandaoni zikisema kwa herufi kubwa hashtag reject finance bill 2024 Kilichokuwa kimeanza kama harakati ya mtandaoni ghafla kilizidi kukua na kuwa jiji la maandamano, na hatimaye taifa zima liliwaka. Hili ndilo lilikuwa jicho la kizazi kipya cha ja Kenya, vijana wa Gen Z waliokuwa wamechoka kudharauliwa, kupandishiwa kodi na kunyamazishwa. Leo ni mwaka mmoja tangu siku hiyo ya kihistoria. Simulizi hii inaangazia kumbukumbu za kilio, matumaini, majeraha, ushindi na swali kuu: ni je, mapambano yao yameleta mabadiliko ya ya kweli?

As in accordance with the constitution of Kenya. Kama tetemeko la ardhi linalotanguliwa na mtikisiko mdogo, maandamano ya jenzi yalijipenyeza polepole katika mijadala ya mitandaoni. Haikuwa mikutano ya vyama wala mito ya wanasiasa, bali video za TikTok, space za X au zamani Twitter, na maoni yaliyokuwa ya uchungu halisi kilichofuatia ni maandamano yasiyotarajiwa ya, ya kipekee kwa sababu waandamanaji wengi hawakuwahi hata kushiriki uchaguzi mkuu. Hawakuwa na viongozi rasmi, walijiongoza kwa kile walichokiita nia moja, kupinga ukandamizaji wa kiuchumi na kisiasa. Jumanne ya tarehe 25 Juni 2024 ilibadilisha historia ya Kenya. Maelfu walijitokeza kuandamana kuelekea bungeni. Polisi walijibu kwa mabomu ya machozi, risasi za moto na magari ya maji ya kuwasha. Video zilizosambaa zilionyesha vijana wakikimbia, wengine wakianguka na bunge likatekwa kwa muda. Ripoti kutoka mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International zilibainisha kuwa watu wasiopungua 39 waliuawa, wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa, ambapo serikali ilitoa kauli kali, huku Rais William Ruto akiita maandamano hayo majaribio ya uasi. Lakini baadaye, kutokana na presha ya kimataifa na ya ndani, akatangaza kuondoa baadhi ya vipengele vya muswada wa fedha. Kwa Gen Z silaha haikuwa bunduki mawe ama mapanga, ilikuwa simu janja tu. Kupitia video podcast na memes, walifanikiwa kuvunja propaganda rasmi na kufikisha ujumbe wao kwa kasi isiyozuilika. Kwa mujibu wa ripoti ya The Guardian ya mwaka huu 2025, inasema hawakuwa na chama wala kiongozi, lakini walikuwa na kamera. Waliunda vuguvugu vugu bila kibali lakini kulikuwa halali. Mitandao ya kijamii iligeuka uwanja wa vita vya habari, huku hashtags kama hashtag ruto must go na hashtag genz power zikivuma si tu Kenya, mbali hata kimataifa. Leo mwaka mmoja baadaye bado hakuna polisi alishtakiwa rasmi kwa mauaji ya wa waandamanaji. Familia nyingi bado zinaomboleza wakitafuta haki ambayo wanadai kuwa bado haijawafikia. Vijana hao walizikwa kwa huzuni, lakini pia kwa matumaini kuwa damu yao haikumwagika bure. Katika kipindi cha mwaka mmoja Kenya imeona mabadiliko kadhaa, baada ya vipengele vya muswada vilivyoondolewa, mawaziri waliowajibishwa, na mjadala wa uwajibikaji umechukua nafasi kuu katika siasa za taifa hilo. Lakini je, mfumo umebadilika kweli, au ilikuwa tu kutuliza hasira? Kwa mujibu wa shirika la utafiti la Accord, maandamano ya Gen Z hayakuwa ya kawaida, yaliyoonyesha kizazi kinachojua haki zake, chenye uthubutu wa kuuliza maswali magumu bila uoga wa kuumizwa. Maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yameacha alama ya kudumu na yamebadilisha siasa za Kenya kutoka kwa siasa za kutegemea viongozi hadi kwa siasa za kuongozwa na dhamira.